Kila mtu anatamani mafanikio lakini wachache hufanikiwa kwa kudumu. Siri haiko kwenye bahati, bali kwenye uwezo wa kujiongoza. Stephen Covey anafundisha kwamba ufanisi wa kweli huanza ndani ya mtu, kwa kujitambua, kuwa na dira na kuishi kwa nidhamu. Stephen Covey anayasema haya kwenye kitabu chake cha The Seven Habits of Highly Effective People. Na leo ndio tunaanza safari ya kukichambua kwa undani kitabu hiki. Karibu. Kitabu hiki kilichoandikwa na Dr. Stephen R. Covey na kuchapishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1989, ni moja ya maandiko yenye ushawishi mkubwa zaidi katika uwanja wa maendeleo binafsi, uongozi na falsafa ya maisha ya ufanisi. Covey, ambaye alikuwa msomi wa saikolojia ya tabia na uongozi, alitumia zaidi ya miaka ishirini na tano akichunguza misingi inayowaongoza watu wanaofanikiwa kwa kudumu, si kwa bahati au ujanja, bali kwa kuishi kwa maadili yasiyobadilika. Lengo kuu la kitabu hiki ni kumsaidia msomaji kufikia kile Covey anakiita effectiveness, ufanisi wa kweli unaotokana na uwiano kati ya tabia, maadili na kanuni. Covey aliona kwamba watu wengi katika jamii ya kisasa wanafanikiwa kionekana kwa kutumia mbinu za haraka za ushawishi, mitazamo chanya au ujanja wa kijamii, lakini ndani yao hawana uthabiti wa utu. Hivyo wanajenga mafanikio yasiyo imara. Kwa maneno yake mwenyewe, Covey alitofautisha kati ya kile alichokiita Personality Ethic na Character Ethic. Personality Ethic ni falsafa ya mafanikio ya nje, mbinu za kijamii, mikakati ya kujionyesha na mbinu za kujenga taswira ya muda mfupi. Character Ethic ni msingi wa kweli wa mafanikio, unahusu maadili, uadilifu, unyenyekevu na usawa wa ndani. Covey anadai kuwa kabla ya karne ya ishirini, mafanikio yalifafanuliwa zaidi kwa misingi ya tabia njema na maadili ya kudumu au karakta, lakini baada ya maendeleo ya kiteknolojia na kijamii, watu wakaanza kuelekeza nguvu zao kwenye uonekano badala ya uhalisia. Kitabu chake kina lengo la kuwarejesha watu kwenye mizizi ya utu wa kweli. Dhana kuu la kitabu Msingi wa kitabu unajengwa juu ya wazo kwamba mafanikio ya kudumu yanahitaji mabadiliko ya ndani, inside out paradigm. Covey anasema huwezi kubadilisha dunia yako ya nje, uhusiano, kazi, jamii kabla hujabadilika wewe mwenyewe ndani. Watu wengi hutafuta suluhisho la matatizo yao kwa kulaumu hali, watu au mifumo, lakini chanzo halisi cha mabadiliko kiko ndani ya mtu binafsi. Hivyo kitabu hiki kinatoa mwongozo wa namna ya kujijenga hatua kwa hatua, kutoka ndani kwenda nje: kwanza kujijua, kisha kujiongoza, halafu kushirikiana kwa ufanisi na wengine. Ndiyo maana Covey anazigawa tabia saba katika makundi matatu makuu. Moja, Private Victory, ushindi wa ndani, tabia moja hadi tatu, kuhusu kujitawala na kujiongoza binafsi. Mbili, Public Victory, ushindi wa nje, tabia nne hadi sita, kuhusu mahusiano, mawasiliano na ushirikiano na wengine. Tatu, Renewal, tabia saba, kuhusu kujihuisha kimwili, kiakili, kihisia na kiroho. Na sasa tuanze kundi la kwanza ambalo ni private victory ushindi wa ndani, tabia moja hadi tatu. Tabia ya kwanza be proactive, kuwa mchukua hatua. Katika tabia hii ya kwanza Stephen Covey anaweka msingi wa ufanisi wa kweli kwa kueleza kwamba binadamu wana uwezo wa kipekee unaowatofautisha na viumbe wengine wote, uwezo wa kufikiri, kutafakari na kuchagua namna ya kuitikia hali fulani. Covey anaita hili uhuru wa kuchagua mwitikio. Kwa maneno mengine, hatusukumiwi tu na mazingira, bali tuna nafasi ya kufanya maamuzi kwa mujibu wa maadili yetu. Watu wengi katika maisha yao huwa reactive, yaani hutegemea hali za nje kuamua minendo yao. Wakiwa na bosi mkali, wanakasilika; wakiwa katika hali ngumu, wanalalamika. Hawa ni watu wanaoishi kwa mwitikio wa kihisia badala ya kanuni. Kwa upande mwingine watu proactive wanafahamu kwamba nguvu kuu ipo ndani yao, si nje yao. Hawalaumu hali, watu wala mazingira, wanaamua jinsi ya kuitikia kwa hekima, wakitumia busara na utulivu. Covey anatumia mfano wa duara mbili kueleza tofauti hii, circle of concern na circle of influence. Duara la kwanza linahusu mambo ambayo tunayajali lakini hatuna udhibiti nayo, kama siasa uchumi au tabia za watu. Duara la pili linahusu yale tunayoweza kuyabadilisha moja kwa moja kama tabia zetu, mitazamo yetu na jitihada binafsi. Watu wenye fikra za reactive hutumia muda mwingi katika duara la kwanza wakilalamikia mambo yasiyobadilishika. Wale proactive hujikita kwenye duara la pili wakitumia nguvu zao kuboresha yale wanaweza kuyadhibiti. Kwa kuishi kwa mtazamo wa proactive, mtu anajifunza kuchukua wajibu wa maisha yake. Anaelewa kuwa matokeo yake ni zao la maamuzi yake, si matokeo ya bahati au hali. Hivyo tabia hii ya kwanza inakuwa kama kiini cha kujitambua, kujiheshimu na kuchukua udhibiti wa maisha binafsi. Ni tabia ya kujitenga na kisingizio na kuanza safari ya ufanisi wa ndani, hatua ya kusema ninawajibika kwa maisha yangu. Tabia ya pili, begin with the end in mind. Anza kwa mwisho akilini. Baada ya mtu kujitambua na kuchukua udhibiti wa maisha yake, Covey anamtaka angalie mbele, angalie mwisho anaotaka kufikia kabla ya kuanza safari. Tabia hii inahusu kuishi kwa maono, kwa dira na kwa kusudi maalum. Watu wengi huishi kwa mtiriko wa matukio bila kujua wanakokwenda. Wanaamka, wanafanya kazi, wanapata kipato, lakini hawajui kwa nini au kwa wapi safari yao inaelekea. Covey anaonya kwamba mtu asipokuwa na dira, maisha yake yataongozwa na mazingira, matarajio ya watu, au matakwa ya jamii. Kwa hiyo kuanza kwa mwisho akilini ni mwaliko wa kufikiri kuhusu urithi wako wa mwisho. Unataka maisha yako yawe na maana gani? Ungependa watu wakukumbuke vipi? Ni maadili gani ungependa watoto wako wajifunze kutoka kwako? Haya ndiyo maswali yanayokusaidia kufafanua mission statement ya binafsi, dira ya maisha yako. Hii sio orodha ya malengo ya haraka bali ni tamko la kina kuhusu kile kinachokupa maana. Covey anasisitiza kuwa kila kitu duniani huumbwa mara mbili: kwanza kiakilini, halafu kimatendo. Mtu akishindwa kupanga maisha yake kwa uumbaji wa kwanza kiakilini, basi atakamilisha mipango ya wengine. Hivyo, dira ni kama ramani. Bila ramani, unaweza kujikuta unaenda kwa kasi, lakini kwenye mwelekeo usio sahihi tabia hii inamfundisha mtu kuishi kwa kanuni, si kwa shinikizo la nje. Kwa mfano, mtu anayejua anataka kuwa mfano wa uadilifu ataacha kufanya mambo yanayokiuka maadili yake hata kama yanaonekana yenye faida ya muda mfupi; anaongozwa na maono yake ya mwisho. Mtu anayeishi kwa dira kama hii hufikia usawa wa ndani, maana kila uamuzi wake huongozwa na maadili ya kudumu. kwa hivyo Tabia hii ya pili ni mwendelezo wa ya kwanza. Ukiwa proactive, sasa una nafasi ya kuchagua wapi unataka kufika. Huwezi kupanga safari bila kujua unakoelekea, hivyo Covey anasisitiza kwamba ufanisi wa kweli huanza pale mtu anapofafanua mwisho anaotaka kuona katika maisha yake. Tabia ya tatu, put first things first. Weka mambo ya kwanza mbele. Tabia hii ya tatu ni ya utekelezaji. Baada ya kujua una udhibiti wa maisha yako na kufafanua dira yako, sasa unapaswa kuweka nidhamu katika kutekeleza yale yaliyo muhimu zaidi. Kovi anaona watu wengi wanashindwa si kwa sababu hawana mipango, bali kwa sababu hawana nidhamu ya kufanya yale yaliyo muhimu. Wanakimbizana na mambo ya haraka, wakiacha yale yenye thamani ya kudumu. Katika kueleza tabia hii, Covey anatambulisha mfumo wa kupanga muda maarufu sana unaojulikana kama time management matrix. Mfumo huu unagawanya shughuli katika makundi manne: zile ambazo ni muhimu na za dharura, zile ambazo ni muhimu lakini si za dharura, zile ambazo ni za dharura lakini si muhimu na zile ambazo si za dharura wala muhimu. Watu wengi hupoteza muda wao katika sehemu ya tatu na ya nne. Wanashughulika na simu zisizo muhimu, mikutano isiyo na tija au kutumia muda mwingi kwenye mitandao ya kijamii. Watu wenye ufanisi, kwa upande mwingine, huwekeza muda wao katika sehemu ya pili, mambo muhimu lakini si ya dharura. Hapa ndipo kuna maendeleo ya kweli: kupanga, kujifunza, kuboresha uhusiano na kutunza afya ya mwili na akili. Haya ni mambo ambayo hayana shinikizo la muda lakini yakipuuzwa huzaa matatizo ya kesho. Kuweka mambo ya kwanza mbele ni zaidi ya kupanga muda, ni suala la kuishi kulingana na maadili yako. Inahitaji ujasiri wa kusema hapana kwa vitu visivyoendana na maono yako. Inahitaji pia nidhamu ya kufanya yale unayojua ni sahihi, hata kama hayakupendezi. Covey anaeleza kwamba uongozi wa kibinafsi personal leadership ni kujua kipaumbele sahihi na usimamizi binafsi Personal management ni kufanya kile kilicho sahihi. Mtu anayefanikiwa kwenye hatua hii huwa na uwezo wa kudhibiti si muda tu, bali maisha yake kwa ujumla. Anaweza kuchagua kati ya mambo mengi ya haraka na mambo machache ya maana. Hivyo tabia hii inakuwa kiungo kati ya mauno na matendo, ni hatua inayogeuza ndoto kuwa ukweli. Kwa mktadha wa maisha halisi, mtu anayefuata tabia hii huwa na utulivu wa ndani hupanga muda wake kwa busara, jitenga na usumbufu na hujenga utaratibu unaomsaidia kutimiza malengo yake bila kuchoka. Ni tabia ya nidhamu, uwiano na uwajibikaji wa kweli. Muunganiko wa tabia tatu za kwanza. Kwa mtazamo wa Covey, tabia hizi tatu zinaunda safari ya kutoka katika hali ya utegemezi hadi uhuru binafsi. Be proactive inakufundisha kuchukua udhibiti wa maisha yako. Begin with the End in Mind inakupa mwelekeo wa unakoelekea na Put First Things First, inakufundisha nidhamu ya kutenda yale yanayolingana na maadili yako. Wakati mtu ameyashikilia haya matatu, anakuwa huru kisaikolojia. Hana haja ya kulaumu, hana kuchanganyikiwa kwa kukosa dira, na hana vurugu ya muda, kwa sababu ana utaratibu wa ndani unaotawaliwa na maadili na maono. Hivyo, hizi tabia tatu za mwanzo ni msingi wa ufanisi wa kweli; ni ushindi wa ndani unaomwandaa mtu kwa hatua zinazofuata za uhusiano na jamii, zile Covey anaziita public victory. Bila private victory, hakuna msingi wa mafanikio ya nje. Tupe maoni yako kwenye comment. Hadi muda mwingine, bye bye.